Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vinaeleza kwamba bunge la Marekani limepinga eh, kuhusu kile ambacho kilifanyika nchini Tanzania hasa mauaji ya Oktoba 29 na utekaji pia. Wamezungumzia swala la ukandamizaji wa uhuru wa kuabudu ni kwamba mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya kamati ndogo ya Afrika eh, Chris Thimos katika hotuba yake amesema, kwingineko barani Afrika, Tanzania imeshuhudia kuhusu kurudi nyuma kwa uhuru wa kidini. Makasisi wengi wa kanisa Katoliki akiwemo Padri Chazi Kitima walishambuliwa na kutekwa nyara baada ya kukosoa dhuluma zilizofanywa na utawala wa Rais Samia Suluhu. Kiongozi wa upinzani Tundu Lissu bado amefungwa. Balozi wa zamani wa Tanzania Humphrey Polepole bado hayupo baada ya kutekwa nyara kwa vurugu, na mamia, labda maelfu ya Watanzania wametoweka bila dalili yoyote, kufuatia vitendo vya upinzani. Matawi zaidi ya elfu mbili ya kanisa yanayohusiana na kanisa la Glory of Christ Church la Askofu Josephat Gwajima la Tanzania yalifungwa baada ya kupinga utekaji nyara huo na mauaji ya nje ya mahakama. Waumini mara nyingi walipigwa Jumapili baada ya Jumapili na mamlaka kwa kujaribu kukusanyika kwa ajili ya ibada. Kama jumuiya ya kimataifa ingesimama katika mshikamano na viongozi hao wa kidini mapema, mauaji ya Oktoba 29 yangeweza kuzuiwa. Mauaji haya yalijumuisha mauaji ya yatima wa mitaani, wanawake wajawazito, watoto wachanga, pamoja na ukiukwaji wa uhuru wa kidini katika hospitali za Katoliki ambapo mamlaka yaliwashinikiza watawa kuhamisha waandamanaji waliojeruhiwa kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti. Watawa walipinga kwa ujasiri na imenukuliwa se katika sehemu ya taarifa hii kuhusu Bunge la Marekani, hasa kamati hii ndogo ya Masuala ya Afrika ambayo inaongozwa na eh, Senator Chris Smith ambaye ametoa mapendekezo kwamba na kuishinikiza mamlaka za Tanzania kutokana na kile ambacho kilitokea Oktoba 29 na kuendelea.